Leo tunazungumzia kwa uchungu, lakini pia kwa matumaini. Dunia inabadilika kwa kasi, lakini je, katika mbio za kisasa tunasahau watoto wetu? Malezi ya kisasa yamejaa teknolojia, uhuru kupita kiasi na ukosefu wa muda wa wazazi, lakini je, tunajua gharama ya haya yote? Katika video hii tunazungumzia madhara kumi ya kina yanayotokana na malezi ya kisasa kwa kutumia utafiti wa kisayansi na mifano halisi. Tafadhali kaa nasi mpaka mwisho kwa sababu kila mzazi anahitaji kusikia haya. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu kufanya hivyo sasa hivi kwani tunashirikiana kukuletea maarifa sahihi kwa ajili ya mtoto wako. Tutaenda kuangalia hoja kumi za kina tukianza na hoja moja baada ya nyingine. Usipitwe, karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ni ukosefu wa muda na mahusiano ya karibu. Wazazi wengi wamezama katika kazi, mitandao ya kijamii na shughuli za kisasa na kusahau muda wa ana kwa ana na watoto. Hii inasababisha watoto kukosa uhusiano wa moja kwa moja na wazazi, hali inayochochea msongo wa mawazo na upweke. Hoja ya pili ni kutegemea teknolojia kama mlezi. Simu, tablet na TV zimechukua nafasi ya malezi ya moja kwa moja. Tafiti zinaonyesha kuwa watoto wanaotegemea skrini huonyesha dalili za kuchelewa kwa lugha, matatizo ya tabia na ukosefu wa umakini. Hoja ya tatu ni uhuru wa kupita kiasi, ambao tunasema ni over independence. Mtindo wa acha mtoto ajifunze mwenyewe kila kitu unaweza kusababisha ukosefu wa maadili nidhamu na heshima kwa wakubwa. Malezi bila mipaka huzaa watoto wasiojali jamii. Hoja namba nne ni upungufu wa nidhamu na adhabu ya kurekebisha. Katika jitihada za kuepuka kumuumiza mtoto kisaikolojia, baadhi ya wazazi wameacha kabisa kuweka mipaka. Hii husababisha watoto kukosa mwelekeo, kujiona wako sahihi kila wakati, na kutokuwa na uvumilivu. Hoja namba tano ni utoaji wa zawadi bila mpangilio, ambao tunasema ni overrewarding. Malezi ya wazazi ambao ni malezi ya kisasa mara nyingi hujikita kwenye kumfurahisha mtoto badala ya kumfundisha. Mtoto anayepewa kila kitu bila juhudi, anakuwa mtu asiyejua thamani ya kazi au kushindwa. Hoja namba sita ni kukosa maadili ya mila na dini. Jamii nyingi za kisasa zimeachana na misingi ya maadili ya kiutamaduni na kiroho. Hii inasababisha mtoto kukua bila dira ya kimaadili, hali inayochangia mmomonyoko wa maadili. Hoja namba saba ni malezi ya kizungu bila muktadha wa Kiafrika. Wazazi wengi huiga mifumo ya kulea kutoka ma mataifa ya magharibi bila kuzingatia tofauti ya mazingira na tamaduni. Hii huleta migogoro ya kitabia kwa watoto. Hoja namba nane ni kulea kwa hofu ya kusemwa na jamii. Wazazi hujishusha mamlaka kwa kuogopa mtoto atasema nini au watu watasema nini, mimi ni mkali. Hofu hii imefanya malezi kuwa dhaifu, Watoto kuwa wakaidi na wazazi kuwa watumwa wa hisia za mtoto. Hoja namba tisa ni ulinganisho wa watoto wengine ambao tunasema ni comparison parenting. Wazazi huwachanganya watoto kwa kuwalazimisha kuwa kama watoto wengine hasa kupitia mitandao ya kijamii. Hii huathiri kujiamini na hujenga chuki au wivu kwa watoto. Hoja namba kumi ni kupuuza lugha ya upendo ambayo tunasema ni emotional disconnection. Malezi ya kisasa yamepunguza maneno ya upendo, kukumbatiana na kusikilizana. Hii huathiri sana afya ya kiakili ya mtoto na uwezo wake wa kuunda uhusiano mzuri maishani. Wazazi wapendwa, Dunia ya sasa inaweza kuwa na changamoto, lakini watoto wetu bado wanahitaji upendo wa kweli, miongozo thabiti na muda wa dhati. Tukubali kuwa si kila kitu cha sasa ni sahihi. Tukumbatie hekima za kale, tuchanganye na maarifa ya sasa kwa uangalifu, kwa sababu watoto wa leo ni viongozi wa kesho na malezi, na malezi yetu leo yanaamua uso wa dunia kesho. Usisahau kusubscribe kwenye Moyo wa Malezi kwa maarifa zaidi ya kuwajenga watoto wetu kisaikolojia, kihisia na kijamii. Asante sana, tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Kwa mawasiliano zaidi, una uwezo wa kupiga simu au kutuma meseji kwa namba sifuri saba tano nne tano saba tisa mbili mbili nne. Asante, tukutane kwenye video inayofuata.